Fursa hii ya kuwashukuru ndugu zetu wa, wa Azam FC kwa kuweza kuja kwenye kata yetu ya Vinguti, lakini wapongeze uongozi wa Milembe kuanzia tawi hili, mwenyekiti, katibu na uongozi mzima kwa kuweza kuja kwenye kata yetu. Lakini nitakuwa mchue wa fadhila pasipo pasipokupongeza management ya wadau wetu wa snari ambao wameweza kuja kuungana nasi, kwa kweli tunawashukuru sana. Azam ni timu kubwa na ni timu kongwe ambayo inafanya vizuri sana, lakini nimefurahi kuona mashabiki wote wanabashasha na hamasa kubwa, lakini nimefurahi kuona ndani <coughs> ya kata yetu tumeweza kutoa kiongozi mkubwa ambaye yeye anahusika na masuala ya hamasa wa kitaifa wa Azam, kwa sisi wanavinguti tunafarajika sana. Kubwa zaidi tuahidi sisi kama viongozi kama wanavinguti kuwapa ushirikiano mkubwa sana wana Azam. Azamu ni, ni wadau wetu wakubwa wa, wa maendeleo hususani kampuni yenyewe kuhusu ajira na mambo mengine.